Unaweza kuvurugwa na mtu kwa kifupi, yani ukajisikia, lakini ukinena kwa lugha kwa dakika kumi utagundua uwepo wa Mungu ni kitu halisi mno, ni halisi sana. Lakini ukitoka pale unajisikia furaha, uko sawa ndani yako. Maisha haya, dhiki ziko, changamoto ziko, kwenda kinyume na watu kupo. Unapaswa kuomba mara kwa mara, kwa sababu kuna maovu kwenye kila siku sika hmm? siku. Okay. Tatu, ushirika na watakatifu wenzako. Ushirika na watakatifu wenzako kwa kifupi ni kuja ibadani. Waibrania sura ya 10 mstari wa ushirika na watakatifu wenzako. Waibrania sura ya kumi mstari wa 25, Biblia nasema hivi wala tusiache kusanyika pamoja, maana kana watakatifu wenzetu kama ilivyo desturi ya wengine watakatifu wa kwanza hao, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku ile inakaribia. Maana yake nini? Kusanyiko hili linakuandaa na ile siku ambayo Yesu atakuja kulinyakuwa kanisa. Kusanyiko hili ukiwa hapa utaonywa. Kuonywa ni kusafishwa kuonywa ni kufanyiwa pruning, kuonywa ni kurekebishwa, kuonywa ni kutengenezwa.